Waheshimiwa ndugu wanahabari, kwa jina anaitwa Saif Hassan Sulle ama Dr. Sulle, ni mwenyekiti mstaafu wa vijana baraza kuu la Waislam Bakwata Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation nime tumia fursa hii kuwaalika na kuwaita hapa ofisini kwetu. Nia na madhumuni ni nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania kuweza kutoa maoni yetu, fikra zetu na kuwatanabahisha Watanzania wenzetu, hali halisi ya mambo ya kisiasa yanayoendelea katika nchi yetu hivi sasa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunafahamu na tunaamini kwamba wanahabari ni chombo muhimu na kada muhimu inayowaunganisha jamii moja na jamii nyingine mahali popote. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wenu hapa unaweza kutusaidia kupeleka taarifa kwa jamii ili iweze kujifunza na kutambua mambo machache yanayoendelea sasa katika nchi yetu. Ikumbukwe mwaka 2025 mwezi wa kumi tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais Mungu akipenda. Lakini nchi nyingi duniani zimepata hali mbaya ya kimachafuko zinapoingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo ni vizuri sisi kama viongozi wa dini kuzungumza na wenzetu katika kuwaelekeza, kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, Ikumbukwe kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano utakuwa ni uchaguzi wa saba wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka elfu mbili mwaka tisini na tano na elfu mbili ishirini na tano utakuwa ni uchaguzi wa saba unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu za maelewano. Japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza lakini sio yenye viashiria vya, vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka wenye, wenye nia ya kutaka kutawala iwe mvua iwe jua iwe amani isiwe amani ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka mwaka elfu mbili na, mwaka tisini na tano, mwaka elfu mbili, mwaka elfu mbili na tano, elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi na tano, na hata elfu mbili na ishirini tuliingia katika uchaguzi kwa katiba ile ile iliyoandikwa mwaka sabini na saba na kufanyiwa marekebisho mwaka elfu mbili na nne na, na katika chaguzi hizi ukiangalia mwaka elfu mbili na mwaka 95 wakati tunaanza vyama vingi walipatikana wabunge wachache sana katika kada ya ubunge. elfu mbili na kumi waliongezeka kidogo amini elfu mbili waliongezeka kidogo, elfu mbili na kumi, elfu mbili na tano na elfu mbili na kumi, vyama vya upinzani vilipata wabunge wengi sana katika katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba chaguzi zote sita zilizopita, wana wana, wana upinzani, vyama vya upinzani vilitumia sera na hoja za kuwa wini wananchi ambao waliona kuna haja ya kuchagua baadhi ya viongozi wa upinzani, ili kuipapushi serikali, ili kuipa msukumo serikali ifanye vizuri katika maeneo ya kiutawala na kimaendeleo katika nchi yetu. Hii ina maana kwamba siasa ilitumika ipasavyo. Kwa sababu lengo la siasa siku zote ni kutengeneza maisha ya jamii unayoishi nayo, na upinzani au sera za kiupinzani au upinzani katika siasa ni kutengeneza hoja za msingi zinazoendana na sera bora katika kuwashawishi wananchi, ili wakupatie dola, ili uweze kuongoza, ili uweze kutawala kwa minajili ya kuwapa wananchi kilicho bora zaidi kuliko kile kinachotolewa na serikali iliyopo madarakani. Upinzani maana yake sio vurugu, upinzani maana yake sio magomvi, upinzani maana yake sio kuibomoa nchi, upinzani maana yake sio kutengeneza mazingira ya machafuko. Jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza, jambo la kuhofisha. Kuna baadhi ya wapinzani katika nchi yetu, mwaka huu kuelekea uchaguzi, wamekuwa wakifanya mambo yanayoashiria uvunjifu wa amani, yanayoashiria uvunjaji wa katiba, yanayoashiria mambo ya msingi ya kisheria. Nchi yetu Tanzania inaongozwa na katiba. Katiba ya Tanzania inatutaka kila mwaka baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi kwa lengo la kubadilisha viongozi au kuwaweka viongozi ili waende wakatekeleze yale ambayo wananchi tunayataka. Na kila chama cha upinzani kinakuja na muongozo wake, kinakuja na sera zake, kinakuja na mpango mkakati wake ambao wanakwenda kuuanika sera zake kwa jamii ili jamii itathmini katika kila chama kinachokuja ma, katika maeneo yao ni chama gani kilicho bora na kinaleta sera ambazo zitawakonga kuwafurahisha na kuwapendezesha Watanzania na kuvoti katika chama hicho, ili chama hicho kiwatumikie wananchi. Hau ndio msingi wa kisiasa, na ndio upinzani, na ndio maana ya upinzani katika siasa. Kuna maelezo kwamba no no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya jamhuri. katiba ya jamhuri inatutaka mwaka elfu mbili ishirini na tano tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye wa vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi, katiba iliyoendesha uchaguzi tisini na tano ndiyo ikatengeneza vyama vingi iliyoruhusu vyama vingi, katiba iliyoendesha uchaguzi elfu mbili katiba iliyoendesha uchaguzi elfu mbili na tano na kumi na kumi na tano mpaka na ishirini. Ndiyo katiba hii iliyoendesha uchaguzi, ndiyo katiba hii iliyotumika kuendesha uchaguzi. Bahati nzuri sana baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na hali ya kisiasa tulikotoka, hakuna Mtanzania asiyejua wala asiyefahamu kwamba baada ya mwaka elfu mbili na ishirini hali ya kisiasa Tanzania ilikuwa mbaya. Viongozi wengi wa upinzani waliondoka nchini kwa madai wanahofia usalama wao, wakaamua kwenda kuishi nje ya nchi yetu ili kutafuta salama ya maisha yao na walifanya hivyo wakionyesha kwamba viongozi wa chama kilichopo madarakani hakiwatendei haki baada ya yale yaliyotokea kwa kudura ya Mwenyezi Mungu mama yetu Samia dakta Samia suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alipochukua madaraka aliamua kukaa chini na kubadili mtazamo wa kisiasa katika nchi yetu alipata fursa ya kukutana na wapinzani ndio mwa kiongozi wa kwanza wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kualikwa kwenye mkutano wa chama cha upinzani na kuwa mgeni rasmi, na akaenda akazungumza, akawaasa wana wa Tanzania na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuijenga Tanzania yetu moja, kutaka kujenga umoja na mshikamano, tushindane kwa sera na hoja ishindane kwa vurugu na fujo ili tukaivunja nchi yetu. Alhamdulillah, mama huyu alifanikiwa, alitengeneza 4R zilizopelekea wale viongozi wote wa upinzani walioikimbia nchi walirudi nchini, wakakubali kutengeneza vyama vyao ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunaamini upinzani ni kutengeneza hoja na sera madhubuti zinazoweza kuwashawishi wananchi kukichagua chama husika. Upinzani si vurugu, upinzani si fujo, wala upinzani si uasi, kwa sababu Tanzania hii ambayo leo wewe unataka uwe kiongozi kwa gharama yoyote, hata ikibidi kumwaga damu, ni Tanzania ambayo wanatakiwa wairithi vizazi vijavyo, kama ambavyo sisi leo tumeirithi kutoka kwa nchi amini, kutoka kwa viongozi au wazee wetu waliotangulia. Mwalimu Nyerere wakati wake walikuwa watu wanampinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Mwinyi wakati wake wapo watu walimpinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Kikwete, Mkapa na kadhalika walikuwa katika nchi hii wakiongoza na watu walimpinga kwa hoja na sera, lakini hatujawahi kuona kiongozi wa upinzani anatengeneza mazingira ya vurugu, anatengeneza mazingira ya uasi, anatengeneza mazingira ya kuharibu amani ya nchi eti tu kwa sababu anataka kuwa kiongozi wa nchi. Na pale anapoona hana sera za kuandaa chama chake na kuchukua dola, muda mfupi amechukua madaraka ndani ya miezi minane, anaona hawezi kuchukua dola kwa njia ya ushawishi anataka kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu na kuivuruga nchi hii amani yake. Hili sisi kama viongozi wa dini, katu abadani, hatuwezi kukubaliana nalo.